Mwenyekiti wa kamati hiyo Thabiti Massa amewasilisha ripoti hiyo kwa waziri wa viwanda na biashara Dr Seleman Jafo. Kamati ambayo ilihusisha mamlaka ya mapato Tanzania TRA, shirika la viwango TBS, tume ya ushindani FCC na idara ya uhamiaji. Jumla ya biashara 28 zimepewa leseni za biashara na halmashauri ya manispaa ya Ilala kimakosa. Wengi wageni wana, wanatakiwa wawe na import license, lakini tulibaini hawana import license wanakwenda halmashauri wanachukua wholesale license kinyume na sheria upande wa TRA walikagua jumla ya maduka 112 walioshindwa wa kufika ofisi ya TRA kwa ukaguzi ni 57 kamati imeweza kukusanya kupitia taasisi mbalimbali jumla milioni 429,638,564 Upande wa jeshi la polisi na uhamiaji nako wamebaini uwepo wa wingi wa wageni, huku wengine wakiwa hawana vibali. Tulipata jumla ya watu 183 katika hao, mataifa ya wachina walikuwa 135, Watanzania 32. Hao Watanzania, Mheshimiwa Waziri, ni wale ambao tulibaini wanatumika na wageni kufanya biashara, kufanya nao biashara. Waingereza mmoja wa Nigeria, wawili wa Kenya, watano wa Egypt, wawili wa Yemen, wawili wa Hindi, wa wa mmoja, mdachi mmoja, jumla ya 183. Waziri wa Viwanda na Biashara Dr Selemani Jafo, mara baada ya kupokea ripoti hiyo na rasimu ya sheria, akaeleza wanavyoenda kufanyia kazi mapendekezo. Inawezekana mswada kama mswada, kwa sababu nimesema kwamba kwa mujibu wa utaratibu bungeni, ni bunge la nini, la bajeti na sheria inayojadiliwa ni sheria ya fedha. Kama itawezekana, kama itapata kibali kuingia kwa hati ya dharura ambayo mimi siwezi kutoa guarantee hapo moja kwa moja, sababu kila kitu kina utaratibu wake. Sawa, kama ikishindikana baadhi ya vifungu vya msingi vitakavyolinda biashara na nini biashara za aina fulani, tuombe tuangalie fursa ya kuingia katika finance bill. Jumuiya wafanyabiashara Kariakoo nao wamepongeza hatua wa iliyofikiwa e, mtu ambaye atakutikana amesaidiana na, na e, mgeni kukwepa kodi, kuna vipengele ambavyo tumependekeza kama adhabu na kwa hatua za awali, ili wefunzo kwa watu wengine. Kushindana nao hatuwezi Eh, lakini sasa hivi mitaji yetu kama vile ambavyo inaenda kufa, tunaamini kwamba mapendekezo yetu akiingizwa kwenye sheria, tutakuwa sehemu salama, kwa sababu mzawa akiwa na biashara kubwa ataajiri mzawa mwenzake, na akipata shilingi mbili yake ataijenga nyumba hapo Magomeni, Kariakoo, wapi na kwingine, fedha itabaki hapa. Kikosi kazi cha kuchunguza soko la Kariakoo na baadaye kuja na timu maalumu ya wataalamu ilianzishwa kutokana na malalamiko ya wafanyabiashara wa Kariakoo kuingiliwa biashara zao na wageni ambao wanafanya biashara na kuuza bidhaa zao kwa bei ya chini na wao kuwafanya kukosa wateja na hata kufikia kupoteza mitaji yao. Estabela Malisa, Azam News, Dar es Salaam